Salamu aleikum warahmatullahi wa, wa barakatuh, wasikilizaji na watazamaji wa kipindi chetu Iko Wapi Zamani, karibuni tena leo. Sa, ikiwa ni tarehe 25 25, mwezi wa Septemba 2025. Ni siku miongoni mwa siku za historia za jumuiya yetu Iko Wapi Zamani, tukiwa Mombasa Lighthouse na mzee wetu senior correspondent wa mambo ya midia uh, mzee wetu, ndugu yetu Abdurrahman Sharif ambaye mashaallah juhudi zake uh, sote tunazishuhudia kuanzia miaka ya zamani mpaka leo hii, anang'ang'ana kuangazia mambo ya pwani na kuona ya kwamba uh, nafasi yetu haitokuwa ni yenye kuzorota kila siku, anajitahidi kuhimiza vijana mitaani na mujtama mzima kwa ujumla kwamba tushikamaneni pamoja, tusongeni mbele. Leo imekuwa ni bahati kubwa kumpata tena uh, senior correspondent Abdurahman Sharif na insha Allah tuko naye hapa na leo hatuko kuzungumza habari ya historia ilikuwa vipi na ikawa vipi, lakini ni mazingira kwa ujumla ya iko wapi zamani. Iko Wapi Zamani imepata registration uh, wiki kadhaa zilizopita tukasherehekea tukafurahikia. Sasa twenda wapi? Ndiyo mada yetu ya leo. Bwana Abdurahman Sharif, karibu bwana. Asante ah, sana asante <clears throat> wallahi, nina furaha kubwa sana kwamba jambo hili bwana Basawab hakuchukulia kwamba ni la mchezo, amelichukulia serious na registration imeshatengenezwa na Nimeona mambo mengi sana kutoka juhudi zake za kuanzisha jambo hili ambazo zimeleta manufaa na zitaleta manufaa zaidi kwa mchezo wetu hasa wa soka hapa pwani. Kiuhakika, kuanzishwa kwa hii na kuandikishwa kutawafanya kwanza wazee wakongwe wachezaji wa kongwe, wa kongwe maofishali wa kongwe na watu wengine wa, ambao walihusika na mipira hapo zamani kuhakikisha kwamba wanajumuika pamoja na viongozi wa sasa wa mchezo huo kuleta, kuleta msimamo pamoja na uchangamfu wa kuhakikisha kwamba soka letu linarudi kama ilivyokuwa hapo zamani. Zamani tulikuwa tukiheshimiwa. Mombasa ilikuwa, timu yoyote ikitoka Nairobi wapi huko ikija kucheza hapa ilikuwa kuondoka na pointi tatu ni taabu, manake afungwa amejitahidi sana, ni draw tunataka kuleta, uh, hii hi, msimamo hi, ambao uko sasa huu. Mi ninauhakika jumuiko la viongozi wa zamani na hawa wazee wa zamani waki, wakishirikiana, mimi ninauhakika hali ya soka ya, ya, ya Pwani itarudi kama ilivyokuwa hapo kitambo. Mashallah, wallahi ma, ma, maneno mazuri ma, maneno matamu, lakini yasiende makavu makavu, maneno yafuatane na vitendo na watendaji. Ndiyo sisi tusitarajie kwamba kuna wengine watakuja watufanyie. Wewe mtu wa pwani, ukiwa wewe hutojishirikisha kulipeleka hili jambo mbele, basi usiwe na matumaini wewe. Lakini kila mmoja akijiona kwamba ana nguvu za watumia, kila mmoja wetu akasema mimi nina nguvu za watumia, ili jambo litasimama, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, akitupa nusura yake. Watu wapendane, tuondoe chuki, tupendane sisi kwa sisi, tupeane mawazo, tuonane mara kwa mara, tuangalie future yetu yaja, kabla jambo halijatufika lazima tuwe na vikao Watu wakae jamani, kuna jambo fulani linakuja. Twasemaje? watu watoe maoni. Katika maoni huenda kukaja na kupingana. Kupingana kule si kubaya, kuna ruhusiwa. Usione point yangu impingwa mimi simo tena. Wakubalie ambao wamekwenda wameku kinyume na rai yako, lakini tuunganeni pamoja. Na hakika mimi kikombe cha national national league ya Kenya kitakuja hapa Mombasa ikiwa watu watafanya bidii kama hizo. Hii yote ni Mwenyezi Mungu kutupendelea sisi kheri, si ubingwa wangu, si ubingwa wa, wa senior correspondent. Hakuna mtu ambaye atajipiga kifua seme kama si mimi. Hakuna cha kama si mimi. Sisi sote tunafanya juhudi kutarajia mafanikio kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo natumai inshallah, uh, Sheikh Abdulrahman tuongezee hapa. Aya, pia uh, naongeza kwamba jambo la la lilonipendeza mimi zaidi ni kwamba chairman alochaguliwa kuongoza mpira hapa Mombasa, bwana Alamin amekuwa time zote anasisitiza kwamba yeye hataki kupeleka jambo peke yake, anataka mawazo ya wachezaji wa zamani, viongozi wa zamani, wachezaji wa, na, na watu wengine ambao wana mambo mazuri ambayo yanaweza kuendeleza mpira wa, waende kwake wakazungumze naye na ili kusudi hataki kuonekana kwamba yeye kila kitu atakacho yeye ndo anakifanya. Jambo hili litatusaidia sana sisi kurudisha mpira ulivyokuwa zamani. Mimi suala la kwa, kwamba kiongozi wetu wala sina shaka nalo kumuhusu Alamin. Alamin ni kiongozi ambaye amekuja kwa wakati unaofaa kabisa kwa sababu nimekulia na Alamin tumenukia pamoja. Kwa hivyo yale machungu ambayo tulioyaona na yale makosa tuliyoyaona, Alamin, mimi na wengineo, eji zetu huwa tunasikia uchungu sana. Kwa hivyo hakuna litakalo kutufanya tun tunufaike kama kushikamana kitu kimoja. Kwa hivyo tunatarajia sisi, tuna matumaini kwamba uongozi wa Alamin utatutoa katika phase moja utupeleke phase nyingine ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hivyo kuungana na kushirikiana na, naongezea kitu kingine. Hili jambo si, si jambo la kaunti ya Mombasa peke yake, tuna kaunti nyinginezo sita kama sikukosa, kuna Lamu, Taita Taveta, Tanari, Kwale, Tanariva, Tanariva sisi na Kilifi, na Kilifi sisi kwa ujumla wetu tuweni na mawazo ambayo yatakuwa ni ya kutushikamanisha sote. Tunataka tuone Iko Wapi Zamani, ile sera ambayo waliokuja nayo ienee katika hizi kaunti nyingine. Tusikie Iko Wapi Zamani wa Kilifi wanasema nini, tusikie Iko Wapi Zamani ya Kwale, Tana River, Lamu na kwingine. Tushikamaneni, hapa pwani ndio kitovu cha mpira. Tuthibitisheni kwa serikali yetu kwamba uchezaji wa mpira wenyeji wako hapa. Kwa hivyo tusiipotezeni fursa hii, ndugu zangu wapenzi na wapendelea. Kila la kheri na matarajio yetu ni ya kusonga mbele na, kuhusu viongozi, ningewatoa ushauri kwa viongozi wetu wanasiasa, kuanzia ma MCA, wabunge, wawakilishi uh, ma wa wanawake, maseneta na magavana washirikiane na wasimamizi wa, wa mipira hapa. Nina uhakika timu zetu zikipata udhamini hakuna timu itakayoteremshwa ngazi na, na uhakika kama watashirikiana, haitochukua muda klabu karibu mbili tatu zitapanda mpaka Premier League. Kwa wakati huu inasikitisha sana kwamba kuna timu mbili kwa msimu mmoja zimeteremka ngazi ngazi moja tu ya kupanda ligi kuu, zimeteremka chini kwa sababu ya kukosa udhamini. Viongozi na washauri watafute makampuni na mashirika ya kudhamini hizi klabu zetu zilizoko, uh, ligi za juu kama hiyo ya National Super League na ligi ya, ya National Division One, ili kusudi timu zetu nyingi ziweko katika Premier League misimu miwili mitatu ijayo. Napenda kutia msisitizo kuhusu viongozi wetu, tafadhalini, kwa heshima na taadhima, Gavana Abdul Samad Sharif Nasir, wewe ni kiongozi wetu. Hassan Sarai Mwingi, kiongozi wetu mwingine. Ali Hassan Joho, kiongozi wetu mwingine. Salimu Mvuria, mwingine huyo. Tunaye Ali Timami yaani nyinyi viongozi, nyinyi ndio. Kuna ule msemo wa waswahili wanasema kwamba uchumi tumeukalia. Hebu tusimameni ule uchumi tuloukalia tu wenweni, bwana. Nyinyi mkisha kushikana viongozi, matatizo yetu yamekwisha. Sisi tutasonga mbele, tutaleta sifa katika pwani hii. Kwa hivyo, twahitaji sana ushirikiano wenu, twahitaji sana mtufungulie milango yenu. Iko wapi zamani, tayari washa amka watu washajipanga, watu wana ajenda, lakini wanasikitika kwa kuwa hawasikizwi. Kwa hivyo, magavana nyote kwa ujumla, kwa nini msikutane kwa ajili ya hii tu kwamba kuna kitu kumbe muhimu tumekikalia, uchumi tume mtauza wachezaji mpaka Europe na sifa zitakuja kwenu nyinyi viongozi. Kwa hivyo, chukueni fursa viongozi, mutusikilize kilio chetu Mulipeleke hili jambo mbele na sisi tuko na nyinyi.